Kwani ndugu zangu na, leo nataka niwaache katika jukwaa letu hili na faida moja ambayo bila shaka itakuwa ni faida muhimu sana. Tulieleza chumvi na faida yake, lakini leo nataka niwaelezeni faida ya ndimu katika kumwondosha jini mahaba. Kuna watu wanasumbuliwa sana na jini mahaba, wanaziniwa usiku na mchana, kila akilala anaye sasa hii ni hatari, mpaka inapelekea huyu mtu anapoteza hamu ya kuwa na mkewe, anapoteza hamu ya kuwa na mume wake. Lakini sasa, kuna kitu unakitumia kila siku nyumbani. Natengeneza ndimu, mnaweka ongeza ndimu kidogo hapo, ili inoge noge kidogo. Wewe unajua namna kuitumia ndimu, lakini ndio masala ya ilmu namna yalivyo, eh? Kwa maana ili ujue ndio unakuwa na ilmu. Ukikosa kujua, unawezekana kitu unacho kila siku, lakini njia zake zile, maadamu umezikosa basi inakuwa imekula kwako kama wanavyosema vijana. <laughs> <Yeah. laughs> Ikhwani, ndugu zangu, ndimu ina uwezo wa kumwondosha shetani mahaba. Ndimu ina uwezo wa kumfukuza kabisa shetani au jini mahaba, ambaye jini huyu mahaba ana uwezo wa kuharibu ndoa nyingi za watu. Kuna mwanamke anakuwa hana hamu kabisa na mume wake kwa sababu ya jini mahaba na kuna mwanamume anakuwa hana hamu kabisa na mke wake kwa sababu ya jini mahaba. Na kuna mwanamume mwingine hata yule, yule idi mwenyewe hana uwezo wa kusimama kabisa kwa sababu ya jini mahaba. Na kuna mwanamke mwingine hata ule uja uzito kutunga unakuwa haupatikani kwa sababu ya jini mahaba. Nataka nikuelekeze kitu chepesi sana ambacho unaweza ukafanya, inshaallah biidhnillah, subhanahu wa ta'ala hii hali ikaweza kukuondoka biidhni llah subhanahu wa taala. Ikhwani, ndugu zangu, ukimsoma mmoja katika wanavyoni wakubwa mwamba huyu anaitwa Ahmadu Lbuni qaddasa llahu sirra, mwamba huyu anasema allaimunu liilaji sihri walhasadi, lakini kadhalika anasema pamoja na kumwondosha shaitani mahaba, lakini ndimu ina nafasi bora kabisa ya kuweza kutibia uchawi. mm -hmm. Kuna mtu mwingine amerogwa na uchawi wake ni mzito, kaisha angaika kila sehemu mm, lakini mambo yamekuwa mazito. Kumbe kupitia ndimu unaweza ukategua tegua haya matego ya kichawi biidhnillah. mm -hmm. Unateguaje? Ndio nakuja kuelekeza hapa, na ninatoa hivi vitu vyepesi vyepesi kwa sababu vinaweza kupatikana urahisi. Kwa urahisi ili mtu aweze kufanya mwenyewe hapo alipo. Naamini tutapigiana simu na kusema alhamdulillah jukwaa limetusaidia na sasa tunaona Mwenyezi Mungu anatufanyia sahali katika majambo biidhnillah. Anasema mwamba huyo, anasema allaymunu fi ilaji sihri faqad yuqalu innal jinna yata'adha min raihati laymun. mm. awil fakhmi. Lakini mwamba huyo akasema, imefahamika na kutambulika ya kwamba mashaitani mahabba yanayowazini watu katika nyakati za usingizi wao, yaani kuna mtu mwingine kila siku yendayo kwa Mwenyezi Mungu, yeye anaota anaziniwa, au anaota anazini, na akiamka wakati mwingine anakuta zile sehemu za siri kama zimetumika kweli vile, yani anajikuta hivyo. Sasa hii ni hatari sana, na mara nyingi hao wanaokuwa hivi haishi kwenye kuvuruga ndoa tu, pia hata mahusiano yanakuwa yanaharibika haribika, lakini hata mifumo ya kikazi inakuwa haiendi sawa. nuksi mikosi mabala yana tawala sababu zina ni kitu kibaya mm. eh, ni hatari sana sasa. Anasema mwamba innal jinna yataadha, hakika mashaitani huwa wanapata maudhi sana min raihatil laimon awil fahm, kutokana na ile harufu ya, ya, ya, ya hii limon kwa maana ndimu hii, awil fahmi au, au ile jivu lilotengenezwa kutokana na ndimu yenyewe, yaani ndimu unaweza ukaichoma vile vile namna ilivyo, alafu baada ya kuichoma namna ilivyo, wewe ambaye unasumbuliwa sana na mashetani shetani, shetani mahaba haya, ukaweka ile lile jivu la ile ndimu vizuri kabisa katika mafuta ya nazi, alafu kila unapofika wakati wa usiku unakuwa unapakaa mwili mzima kabla ya kulala ndani ya wiki tatu, kwa maana masiku 21, biidhnillah subhanahu wa taala. Hii taridatun lishayatin ina nafasi bora kabisa ya kuweza kufukuza mashaitani, biidhnillah subhanahu wa taala. Jaribu sasa, utakuja kutuambia katika jukwaa letu na utasema alhamdulillahi rabbil alamin wa ala kullin

akawa anajulikana vema, huyu ni fundi katika masala ya tiba, lakini bil istiqama, na akawa ni mtu ana msimamo wa kui kuipita katika dini yake na utaratibu wake ala sunna, katika taratibu za sunna, taratibu ya sunna, Mtume anasema tadawau ibadallah mm. fanyianeni matibabu tibianeni, ondoleaneni maradhi pale ambapo inapowezekana, kwa sababu fa inna allaha lam yada daa illa wadaa lahu dawa, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wataala hajawahi kuweka ugonjwa ukawa mzito usiotibika, bali kila ugonjwa wa Mwenyezi Mungu ukauwekea na dawa yake, biidhnillah subhanahu ta wa taala. Tena wa akhbara, huyu mtu ambaye ni fundi katika masala ya tiba, kisha akaelezea anna hadha mujarrabun, ya kwamba matukio haya ya kutumia ndimu katika kumwondosha shetani mahabba na kuondosha uchawi ni jambo lilofanyiwa majaribio fil ilaj, katika matibabu Fala haraj, fala haraja fihi, basi hakuna tatizo watu kutumia taratibu za matibabu hayo bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kisha akasema allaymunu mumtazun fi ilaji al-isabati ruhiya wa khasata al-hasad fahuwa, fahuwa yashubu hararata al-hasadi mm. <laughs> na akasema mwamba kwamba hili hii hi, hi, ndimu unayoiona wewe unakwenda sokoni au unakwenda gengene, naomba ndimu mbili. Hizo ndimu unaziona wewe, zina uwezo wa kurejesha ya maisha yako yakawa katika hali iliyokuwa bora, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Anasema ni nzuri sana fi ilaji lisabati ruhia, kwa wale ambao waliokumbwa na mapepo machafu machafu. Wewe ambao umekumbwa na mapepo machafu machafu basi fahamu ya kwamba ndimu ni nzuri sana katika kuondosha hayo wahasata alhasad, hasasa kwa wewe ambao umesibiwa na hasadi, yani hasadi zimekusibu, ukawa unaharibikiwa, hakuna unaloshika likanyooka hakuna unalofanya likafika mwisho, hakuna mahusiano uliokuwa nayo yakawa sawa, hakuna ndoa uliokuwa nayo ikawa madhubuti, vyote ni vitu vinayumbayumba na kuharibika haribika, hakuna biashara utakayoshika wewe ikafaulu, hakuna kazi utakayoanzisha wewe ikafaulu. Basi ili mradi mambo yanakuwa hovyo hovyo, ni matokeo ya hasadi, hayo yanayoweza kusababisha madhara ya hali ya namna hiyo. Mwamba anasema Fahuwa yashubu hararata alhasadi. Kwa sababu, ndimu, kwa mujibu wa taaluma na tafiti zilizofanyika, zimebaini ina uwezo wa kuondosha lile joto la hasadi zilizomsibu huyu mwanadamu, biidhnillah, subhanahu subhanahu wa ta'ala. Tunafanyaje sasa ili kadhalika tuweze kuitumia ndimu katika ufasaha wa hali ya aina yake, biidhnillahi lkarim.